na moja. Hali ya upatikanaji wa huduma ya maji, hali ya ya upatikanaji wa huduma ya maji ni takriban, ni asilimia sabini na tano kwa sasa. Changamoto pamoja na chombo kuwa na mafanikio, pia kuna changamoto zinazovikumba chombo hicho. Namba moja, upungufu wa dira za maji. Hadi sasa chombo kina wahudumia wateja wa house connection wapatao 261 ambao hawana dira za maji, hali inayopelekea wateja hao kuwa na matumizi holela ya maji na umwagaji wa maji holela, hasa kipindi cha kiangazi kwa kutumia maji kwa mfumo wa umwagiliaji wa miguni migomba, pamoja na bustani ndogo ndogo. Hali hiyo inapelekea pia wananchi wengine wasiweze kupata ugumu. Changamoto namba na mbili, uvamizi wa vyanzo baadhi ya wananchi wamevamia maeneo ya vyanzo na kufanya shughuli zao za kilimo, hali inayopelekea pia kupunguza maji. Maana wanapofanya hizo shughuli za kilimo unajikuta wanafyeka miti ambayo ni rafiki na maji. Wajibu wa wananchi ni kuhakikisha vyanzo vya maji vinatunzwa, na wajibu wa namba mbili ni kuchangia gharama ya huduma ya maji ili isaidie kuendesha kuanzia kwenye vyanzo mpaka kwa wafanyakazi na miundombinu kiujumla. Sheria inatutaka chanzo cha maji kilipo mita sitini, watu wasikilime. Lakini katika eneo hili, kama mlivyoona, malalamiko yao ni kwamba kuna wananchi wanavamia zaidi na mradi huu unatumia maji ya gravity, lakini swala pia la uvamizi wa vyanzo vya maji, tuko na mtendaji wa kata hapa na viongozi wa serikali wao katika maeneo haya. Nyinyi wenyewe kwenye maeneo yenu haya pia muendelee kuwakamata ku, ku, hawa wavamizi wa vyanzo vya maji, kwa sababu tunavyo vijiji tisini na nne. Katika vijiji tisini na nne, kata hii ina vijiji hivyo vinne tu. Manake vingine viko kata zingine. Manake kamati ya usalama wa wilaya haiwezi kuendelea kuangalia vijiji vyote 94 na nyinyi mko huko. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji husika na kamati yake ya usalama ya kijiji wanaangalia pia usalama wa kijiji chenu huko kilivyo. Kwa hiyo tuwachukulie hatua wa wale wote wanaoharibu vyanzo vya maji. Kama liko jambo litakaojia wazoni sasa tutashughulika nalo sisi. Kutoka pa mpaka Rubale sio mbali. Kipo kituo cha polisi Rubale pale ambako mnaweza mkatumia pia kwa zile vitu vile vingine ambavyo vinakuwa juu ya uwezo wenu. Katika kata zote 29 za halmashauri ya wilaya, nyie kukumbuka Butela Nkuzi sio jambo dogo. Wamepambana watu, mmepata nyinyi. Mheshimiwa Roekiza amevisemea sana vijiji vyake hivi. Mheshimiwa Diwani amevisemea sana vijiji vyake kwenye eneo lake hili. Sasa tuaenzi hawa pia kwa kutimiza majukumu haya ili wasaidiane na Mama Samia Suluhasani kwa sababu Mama Samia anaelekeza hela kwenda kule sisi kamati ya usalama, Mheshimiwa Mbunge, Diwani na nyinyi wote watendaji mliopo hapa, lakini na kamati ya bodi ya maji hii, tutakuwa tukisimamia haya mambo. Sasa sisi tusije tukaja, tusije kamati ya usalama tukaanza na nyinyi, kamati ya maji, kwamba nyinyi kwa nafasi yenu mlisimamaje? Hebu tushirikiane, tuone, tutatue hiyo, lakini inaendelea kusimamia huu mradi, tuendelee kushirikiana. Yako mambo mengine mtakuwa mnashauriana nyinyi wenyewe kuna jambo, ili tukirekebisha likae hivi na mambo yote yakaenda vizuri, ili wananchi wapate maji kwenye maeneo yao na miundombinu mingine iendelee kuongezeka. Ili swala la kununua dira za maji, mimi niwapongeze kwa hilo, ongereni sana kwa sababu, ili mpate hela, manake watu watumie maji. Mtu mwingine anaweza kusema mimi sinunui dira ya maji, ili nifungiwe maji, mimi nitaenda kwanza kuchota tu kule bondeni kule. Lakini leo ukishampelekea dira ya maji, manake itaanza kusoma, na ikianza kusoma atalipia yale maji. Leonidas Rubagumia Rumbiza, kata Butera Nkuzi. Vyanzo e, vyetu vya maji vinatuathiri, kwa sababu jamii walio wengi wanatumia kilimo chao kando kando ya maji, hasa kwa kuona kwamba mazao yao yaweze kustawi. Inabidi wawe karibu na vyanzo vya maji na waweze kumwagilia kwa urahisi. Sasa watumiaji ambao wako mbali na hivyo vyanzo, unakuta tunaathirika kupata hayo maji kwa wakati na inapelekea unakuta tunapata maji kwa mgao. Sasa ukakuta kijiji fulani kinapata siku fulani, kijiji fulani kinapata siku fulani. Kwa hiyo kile chanzo kinakuwa kimeathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo inatupelekea tuwe na matatizo kama hayo. Sasa tuombe serikali au serikali iliyopo madarakani na uongozi, kwa kushirikisha tuone kama jamii tunaweza tukaielimisha ili vyanzo hivyo vya maji visiweze kushambuliwa au kulima kandokando ya hivyo vyanzo. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali. kutoka Dar24 Media